Hii ni hadithi inayoitwa Moyo wa Fadhili na Jeraha la Usaliti. ibintang Sura ya moja: himbegu mbegu ya tumaini. Jina langu ni Baraka, nilikuwa mfanyabiashara mdogo wa vifaa vya umeme mjini. Nimefanikiwa kutokana na bidii na uaminifu wangu. Siku moja, nikiwa narudi nyumbani, nilikutana na kijana mmoja anayeitwa Juma. Alikuwa ameketi kwenye baridi nje ya duka langu, amechoka na kukata tamaa. Alikuwa kijana mwerevu, lakini amekosa mtaji na uzoefu wa kuanzisha biashara. Moyo wangu ulinisukuma kumsaidia Juma. Nilimwambia, ninaona moto ndani yako, njoo fanya kazi kwangu, utajifunza biashara na mimi nitakuwekea akiba kidogo ya kuanzia kwako. Juma alilia kwa furaha na kunishukuru. Alikuwa mwaminifu na mfanyakazi mwenye bidii sana. Katika muda wa miaka miwili, alijifunza kila kitu nilichojua na akawa msaidizi wangu mkuu. Itaendelea.